Utekelezaji wa miradi hii ni miongoni mwa jitihada zilizochukuliwa na serikali yetu katika kuimarisha ustawi wa wananchi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Aidha, miradi hii ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020-2025 kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, dira ya maendeleo Yani, Zanzibar Development Vision ni ya 2050, sera ya taifa ya usafiri pamoja na mpango mkuu wa usafiri Zanzibar. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa Pemba itakuwa na uwanja wa ndege mpya wa kimataifa ambao utaifungua Pemba kimataifa kwa kukuza utalii, uwekezaji na biashara. Vilevile serikali ina lengo la kuhakikisha barabara za Zanzibar zinajengwa kwa kiwango cha lami pamoja na kuhakikisha zinakuwa katika hali nzuri muda wote, kwa kuzifanyia matengenezo pale inapo